Kuna mtu anapitia msukosuko mwingi kwenye maisha, na wanaosoma na kuanza kumcheka huwa ni wanadamu, lakini mi nataka niseme jioni ya leo kwamba yupo Mungu ambaye anaweza kukutetea, yupo Mungu ambaye unaweza ukageuza moyo wako moyo wako ukamwelekea kamwe yeye na kuliko kuwa na uchungu kwa mwanadamu, yani uchungu wako ukamgeuzia Mwenyezi Mungu, na Mungu akatengeneza jambo jipya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Sasa tunachotaka kujifunza, tunachotaka kujifunza hapa na nasema kwamba hivi, usiwe na uchungu. Ujumbe wetu nasema usiwe na uchungu rohoni mwako kwa ajili ya watu wengine. Matatizo yako mpelekee Mwenyezi Mungu, na Mungu atafanya jambo jipya, na Mungu atatengeneza jambo jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona utofauti wa hapa. Maandiko anasema waliku, alikuwa ni baba mmoja ambaye anaitwa Elikana. Sasa huyu Elikana alikuwa na wake wawili, Hana na Penina. Inasemekana mmoja alikuwa amejaliwa watoto. Inasemekana mmoja alikuwa ameongezeka. Inasemekana mmoja alikuwa na watoto tena wengi. Inasemekana mmoja alikuwa alikuwa yuko vizuri wakati mwingine